Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo imemeka headline huko, eh, mtandaoni bwana ni issue ya mwanadada Zailisa. Mara tu baada ya kuachana na Haji Manara, imeanza kuonekana kama vile mba ni kitu ambacho yeye ameona kwamba ni jambo la heri na amekuwa akisherehekea. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba tulikuletea update kwamba walifanya mpaka party ambayo ilikuwa inaitwa usiku wa talaka, mara tu baada ya Zailisa kupewa talaka bwana ni kwamba akafanywa hiyo sherehe huko la Mata Village na mambo mengine akaendelea na furaha ndo kwanza anazidi amepata followers wengi, amefanya press conference jana na waandishi wa habari, ametangaza mkataba mwingine ambaye huyu ni shosti yake, anaitwa Lulu Duva, kwamba na moja kati hiyo nafasi au amewakabidhi amewarithisha kwamba waende na wengine pia wakaolewe na wengine pia wajione maisha ya ndoa. Kwa hiyo kuna hii theme ambayo, hapo wameposti hii video ikiwa inaonyesha Zailisa akiwa amechukua kijiti anamkabidhi Lulu Diva, akiwa anamwambia kwamba sasa mimi mambo ya ndoa amenishinda sasa, na wewe pia ukajaribu maisha hayo ya ndoa, na Lulu Diva amepokea kijiti hicho. Hebu sikiliza the way ambavyo hapa walivyokuwa wanazungumza mara tu baada ya Zailisa kuachika katika ndoa yake na Manara. Zai, okay. Naomba ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Watu mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao wakisema kwamba bwana kasheshe, mambo yamekuwaje? Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana kuna wadada kumbe bado anatamani kuolewa japokuwa wenzao wameona ndoa zimewashinda. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana hivi ni vituko, nakumbuka ule usemi wa wachifu bora ulishe mbwa kuliko kumlisha mwanadamu. Manara kamuonyesha, Manara kamuonyesha leo Manara, Manara kamta, kamtambulisha kwa watu, kampa umaarufu leo hii, analeta analeta dharau. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.